Kwa majina naitwa Anthony Kimori, na leo nakupeleka mpaka Mwatate Taita Taveta, precisely Merryland Mwatate. Tuko na 50 by 100 plot ambapo ploti hizi zinakusubiri wewe kama mwekezaji. Kwa sababu gani? Hizi ni prime plots, na kwa mwekezaji ambaye ananuia kuanzisha familia yake hapa pana kufaa, kwa yule ambaye ananuia kuamsha nyumba za kukodisha. Merryland Mwatate ipo na economy ambayo inakuwa kwa sana vilevile, distance ya kwamba kutoka uh, Merryland hapo ipo katika hiyo ploti mpaka katika barabara kuu ya Voi Mwatate mita mia moja peke yake, ambapo hii inakufungulia soko la biashara. Unasubiri nini? Wekeza sasa na uyafurahie maisha yako ya baadaye. Ploti hizi zipo na maji zipo na stima vilevile redi title ipo mikononi wasiliana nasi kupitia 0776900708 isanga property agency your best property investment company